Hi, habari tena. Uh, leo tena nimeleta jambo lingine ambalo Mungu amenivuvia kusema na wewe. Na ni kwamba mateso yanatukumbusha Mungu wa Biblia anajali. Huyu Mungu wa Ukristo ni Mungu mwaminifu sana. Huyu Mungu wa Ukristo nimemwona katika maisha yangu wakati wa mateso kama Mungu anayejali. Na tofauti kubwa iliyopo kati ya Mungu wa Ukristo na Mungu wa dini nyingine ni kwamba Mungu wa Ukristo haishikwa na maneno tu kwamba o oh, na kupenda o oh, na kujali no. Mungu wa Ukristo ilibidi ashuke kwanza, a experience, apate uzoefu wa maisha yetu ya kila siku kama binadamu tunayopitia. Huyu Mungu wa Ukristo aliamua kushuka chini akaacha enzi na mamlaka yake yote, akaacha utukufu wote alionao kwa ajili ya ku experience, kupata uzoefu wa maisha yetu tunayoishi. Kwa hivyo hakuna mateso yoyote, mpendwa, tunayoyapitia ambayo yeye hakuyapitia. Biblia inasema aliuchukua udhaifu wetu. Biblia inasema adhabu ambayo tulitakiwa kupata ilikuwa juu yake. Inamaanisha kwamba chochote kile ambacho tunakipitia kigumu katika maisha haya, huyu Mungu wa Ukristo ni Mungu anayeonyesha kutujali. Aa, katika maisha yangu nitamsema Mungu sana. Nitausema wema wake na uaminifu wake. Ninakumbuka kuna wakati nilikuwa natafuta mtu wa kunielewa. Nilikuwa natafuta nieleweke. Nilikuwa natafuta mizigo kuitua, mizigo ya moyo. Mambo ya yaliyokuwa yananisonga, misongo mikubwa ya mawazo. Nilienda kwa viongozi wa dini, nilienda kwa wanasaikolojia, lakini bado kuna vitu niliona hawanielewi. Ila ninamshukuru Mungu ninayemfahamu, ambaye ni Mungu anayeweza kunielewa, ambaye ni Mungu alinifa, ambaye alinifariji, ambaye alinionyesha njia, na hapo ndipo wito wangu uliibukia. Wito wangu umeibukia baada ya kufahamu sana wema wa Mungu. na ndio maana ni kiu na shauku yangu Watu, wa, watu wote wakutane na huyu Mungu wangu ambaye ni Mungu mwaminifu, mwema ambaye tunaweza tuka enjoy ushirika naye. Uh, watu wengi tunatafuta tunafikiria tukiwa kwenye matatizo, uh, jamaa, marafiki wanaweza wakatufariji. It's good. Ni kweli kama binadamu tunaweza tukawa na hilo hitaji la kihisia. Lakini mpendwa most human being operates from human nature. Inamaanisha kwamba uh, watu wengi sana wanatembea katika asili tu ya kibinadamu. Lakini ipo comfort, ipo nguvu, ipo faraja ya kimungu ambayo tunaweza tukaitegemea wakati wa mateso kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nikutie moyo na nikuombe siku ya leo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Nina, sijui anapitia nini anayenifuatilia lakini ninamkutanisha na neema yako, ninamkutanisha na uaminifu wako. e Bwana, mpe nguvu ya kuvumilia, baada ya kutoka katika hilo kitu akujue kwamba wewe ni mwema na mwaminifu. Kwa jina la Yesu naomba, amen. Ubarikiwe sana na siku njema kwako.